Je, wajua kwamba nchini Kenya moja kati ya wasichana wanne wako katika hatari ya kuwa wazazi wakiwa umri wa chini ya miaka 18. Hebu tuchunguze kwa nini hii inaweza kuwa hatari. So I had to stay. Ilibidi nibaki ndani ya nyumba ili kuepuka unyanyapaa. Kujiamini kwangu kulipungua, nikawa na msongo wa mawazo. Yes. Hamjambo, hapa ni mahali salama na mie ni mwenyeji wako Daktari Vundi, na mhamasishaji wa afya. Leo tunajiunga na Cindy, atatusimulia kisa chake. Hebu tuambie nini kilichotokea? Mwaka elfu mbili na kumi na tisa babangu na mamangu walitalakiana. Kwa kuwa nilikuwa karibu sana na baba, nilibaki naye. Wakati huo baba hakuwa na ajira. Nakumbuka kuna siku tulifungiwa mlango kwa kushindwa kulipa kodi. I had to look, ikabidi nitafute mahali pa kulala. Nikaenda kwa rafiki yangu, wakati huo wazazi wake hawakuwepo nyumbani. The friend will go, but... kwa hivyo angeenda vilabuni na mambo mengine, nami nikawa ninaandamana naye we... katika hali hiyo nikampata rafiki wa kiume, nikafanya uamuzi wa kuenda kuishi naye na mnamo Aprili mwaka elfu mbili na ishirini niligundua kuwa nimeshika mimba. Ulijisikiaje ulipogundua umja mzito? Community of... Nilichanganyikiwa. Jamii ilinihukumu, waliniona kama mzigo kwa kuwa bado nilikuwa kijana mdogo na nina mtoto. Kwa hivyo ilibidi nibaki ndani ya nyumba ili kuepuka unyanyapaa. Kujiamini kwangu kulipungua na nikapatwa na unyogovu. I went through depression. Kuwa mjamzito ukiwa kijana hukuweka katika hatari nyingi za kiafya kama vile matatizo wakati na baada ya kujifungua. Kuzaa mtoto mapema sana au mwenye uzito mdogo. Na cha kusikitisha ni kwamba mimba za utotoni ndicho chanzo kikuu cha vifo vya wasichana. You... Je, kulikuwa na changamoto pia wakati au baada ya kujifungua? Well. Yeah, naam, sikuwa na ajira ili hali nilikuwa nikimnyonyesha mtoto. Not it. Wakati mwingine ningepungukiwa maziwa kwa sababu ya kukosa vyakula vizuri. So I had to go and do laundry. Kwa hivyo nililazimika kuwafulia watu nguo na ningelipwa shilingi 200 ambazo bado hazitoshi kuyakidhi mahitaji It can't satisfy you. Wakati mwingine kazi ingekosekana kabisa ikiwemo hiyo ya kufua nguo. Let's take a few comments from the... Hebu tusome maoni machache kwenye ukurasa wa Facebook wa DW. Lina Lesia anasema changamoto ya mimba za utotoni ni ukosefu wa vidhibiti mimba. Utamaduni pia unachangia, kuna uwezekano mdogo kwa wasichana kutumia vidhibiti mimba wakijua watahukumiwa kwa hilo. Na ninakubaliana kabisa na Lena kwamba uhamasishaji wa uzazi wa mpango unahitajika. Have to be spoken about. Je, ni nani alikuwa akikusaidia wakati wa changamoto hizo zote? My parents, wazazi wangu sikuwaambia, lakini nilipofika miezi saba ya ujauzito wangu nilimwambia mama. Ninajua ilimtamausha lakini hakunidhihirishia huyu ni mama yako? Yeah, ndiyo huyu ni mamangu. Baadhi ya sababu zinazochangia mimba za utotoni ni ukosefu wa elimu ya ngono. Wasichana wadogo hawawezi kufanya uamuzi sahihi bila elimu sahihi ya ngono. Desturi za kizamani kama vile ndoa za utotoni huchangia mimba za utotoni. Kisha tuna unyanyasaji wa kingono. Kinachosikitisha ni kwamba idadi kubwa ya mimba za utotoni hutokana na dhuluma za kingono na kawaida hufanywa na jamaa wa karibu. Na mwisho ni ukosefu wa upatikanaji wa vidhibiti mimba. Je, sababu zipi nyingine unafikiri zinachangia mimba za utotoni? Nifahamishe. How else did you cope? Je, ulikabiliana vipi na changamoto hizi? Rafiki yangu alinifahamisha kuhusu shirika linalowasaidia vijana wazazi kwa kuwapa ujuzi wa mapambo, nikajiunga na mpango huo. Wao pia walileta washauri ili kutupa nasaha na ndivyo nilivyoweza kubadilika sana kihisia na kiroho. Really have transformed emotionally spiritually. Je, haya yote yamebadilishaje mtazamo wako wa maisha? Imenibadilisha kwa sababu hili jambo sitaki lijirudie kwa msichana mwingine. Ndiyo maana nilianza kujitolea kwa shirika la Teenage Moms, kusimulia hadithi yangu na kuwahamasisha wasichana, kwa sababu ninajua shida za kuwa mzazi mdogo. Kwa hivyo kitu ambacho huwa ninafanya ni kuwaunga mkono na kuonyesha kwamba hatuko peke yetu katika hili. Not in this alone. Asante sana Cindy kwa kutusimulia kisa chako. Isambaze video hii kwa yeyote unayedhani hadithi ya Cindy itamtia moyo pia. Tuachie maoni yako hapo chini. Asante kwa kutizama.